Serikali ya Marekani imefungwa rasmi usiku wa kuamkia leo Oktoba Mosi 2025 mara baada ya Bunge la Marekani kushindwa kukubaliana na Ikulu ya Marekani kuhusiana na muswada wa bajeti uliopendekeza ongezeko la fedha za uendeshaji wa serikali kuu. Licha ya chama cha Republican cha Rais Donald Trump kuwa ndicho chama ambacho kinadhibiti mabaraza yote mawili kwa maana ya baraza la Seneti na baraza la wawakilishi, bado kinahitaji msaada wa chama cha Democratic ili kufikisha kura sitini zinazohitajika ili kupitisha mswada huo. Hata hivyo, pande zote mbili zimeshindwa kuandaa mswada unaokubalika na wote mara baada ya Republican kuyakataa mapendekezo ya Democratic na Democratic kuyakataa mapendekezo ya Republican muda mchache kabla ya muda wa kufungwa kwa serikali kumalizika. Kikawaida, mwaka wa bajeti wa Marekani huanza Oktoba mosi na humalizika Septemba 30. Kwa hiyo tunaweza kusema hivi sasa Marekani haina bajeti ya kuendesha serikali kuu. Hii ni mara ya kwanza serikali inafungwa tangu mwaka 2018. Hali kama hii ilitokea mwanzoni mwa utawala wa Donald Trump mwaka 2019 hali iliyodumu kwa siku thelathini na nne. Kwa sasa hakuna mwelekeo wa wazi wa kutatua mgogoro huu, kwa sababu pande zote mbili zinatofautiana juu ya namna ya kuukwamua mkwamo huo. Wafanyakazi wa serikali kuu watakosa mishahara katika kipindi chote cha kufungwa kwa serikali, ingawa rais pamoja na watumishi wa bunge wataendelea kupata mishahara yao kama kawaida. Kwa mujibu wa ofisi ya bajeti ya Bunge, takriban wafanyakazi laki saba na elfu hamsini watasitishwa kazi kila siku, lakini wale wanaofanya kazi muhimu kama watu wa usalama na wanajeshi watalazimika kuendelea kufanya kazi bila malipo. Hata hivyo, kwa mujibu wa sheria za Marekani, wafanyakazi wote watakuendelea kufanya kazi watalipwa fedha zao mara tu serikali itakapofunguliwa tena, hata kwa muda ambao hawakufanya kazi. Athari za kufungwa kwa serikali ya Marekani zimeshaanza kuonekana bayana hii leo. Ubalozi wa Marekani nchini Tanzania kupitia ukurasa wake wa Instagram umetoa taarifa kusema kwamba ukurasa huo hautaendelea kutoa taarifa za mara kwa mara kutokana na kufungwa kwa serikali ya Marekani, isipokuwa tu zile zinazohusu maswala ya usalama. Ingawa huduma za kuomba passport pamoja na visa zitaendelea katika ubalozi ama ofisi ndogo za balozi kadri hali itakavyoruhusu. Lakini nini kimeifikisha Marekani hapa? Ungana nami katika video ijayo.